Mitaa ya Kenya inawaka moto baada ya taarifa ya kwamba nyota wa TikTok na mtangazaji maarufu Azziad Nasenya, nyumba yake ya kifahari iliyoko mitaa ya Kileleshwa, Nairobi, inatarajiwa kuuzwa kwa mnada kwa sababu ya deni la shilingi milioni 25 za Kenya. Wakenya mitandaoni hawajakaa kimya kabisa. Wengine wanacheka, wengine wanamtetea, na wengine wanatoa funzo kubwa kutoka kwa stori hii. Leo hapa Mizuka Media tunakuletea sauti za wananchi, mitazamo ya kila upande na ukweli kuhusu hali hii. Usiondoke maana mwisho wa video hii nitakuuliza swali la moto ambalo litakufanya utoe maoni yako bila kufikiria mara mbili. Kwanza kabisa, wacha tusikie kutoka kwa huyu dada Mkenya ambaye anasema chanzo kikuu cha mambo haya ni presha ya mitandao ya kijamii. Vijana wengi wanataka kuonekana wanaishi maisha ya kifahari, lakini kiukweli hali ni ngumu mno. Nimeona post huko tuko about vile Azziad anakuwa actioned kwa ile apartment yake iko Kilimani and i just want to speak the truth today because i think kuna pressure iko kwa social media that you have to have a certain standard of life and people are really dying trying to keep up with it okay so tumeona maneno ya Azziad o oh, alikopa nani pesa ameshindwa kulipa nani amemulipia huge amount of money and all that And when you look at kama hiyo ya mwisho, watu walikuwa nasema sijui alikopa akanunua, uh, ticket ya kwenda wapi sijui tena, anataka kuenda na business class, sijui maneno ya wig and all that. So I think kuna pressure fulani hapa kwa social media ya kwa celebs, ma content creators wale wakubwa. Unasikia mtu akisema he, unapanda matatu na tunakuonanga kwa TikTok. Sijui unakaa na nywele mwezi mmoja na tunakuonanga kwa TikTok. If you cannot be able to manage that pressure, let me tell you, depression will take you down, utashindwa kutoka kwa nyumba, utaishi kwa madeni Not only for content creators, kuna watu wanataka kujiprofile somehow kwa society and then watu wanakutreatingi kama chairman. Ukienda mahali unasikia wewe ndio unalipa bill, ukivaa nguo fulani unasema tuna jo, unapendanga designer. Kuna mtu anauzanga nguo anakuchagulianga zako za taki za 70,000 kwanza before auzie watu wengine. If you live in that pressure, my sister, mostly I'm speaking to ladies, kwa sababu wanaume wengi hiyo pressure iwapatangi. If you do not have that control Eh, unataka kufurahisha watu kwa sababu uko selebu wigu na change kila siku, unataka uishi kwa nyumba kubwa kubwa za pesa mingi. Mm, depression itakuwa. Kuna watu wengi wanapitia haya, wanakopakopa hapa, wanakopa hapa, wana balance hapa, wanarudisha hapa, ndio waishi hiyo maisha. Mimi nilisema azianu, I'll never do that. Hata Mungu akinibariki nipwe na 20 million followers. I will live my life Nitapanda matatu nitasonga nywele vile nataka, nitaishi maisha yangu you know, sometimes tutasema you'll stand again, but hata ukistand again with that kind of lifestyle itakuwa ngumu ku remain standing because unaweza chukua hapa. There is there is advantage of you being a celeb kwa sababu utapigia mtu simu na atakupea pesa, utaenda mahali watakupea loan, but if you cannot be able to live according to your standard, my dear itakuwa ni ngumu sana. Itakuwa wengi watakuja smj sijui nini mtu akiwa chini. I'm not meeting anyone akiwa chini. I'm trying to advise you. Eh because it is going to be hard. Hayo tu kwa sasa. Uh -huh. Lakini sio kila mtu anaona hivi. Huyu jamaa ana swali moja tu, akiuliza hivi: sasa Azziad atalalia wapi ikiwa nyumba yake itauzwa kwa mnada wa sasa? Hebu nikuulize, Azziad atakuwa na dozo wapi mzee? Usikii saba na keja yake huko pande ya Kilimani auctioneers wanataka kuiuza na the reason wanataka kuiuza mazee, ni kwa sababu Azziad ameshindwa kuwa kanja. Kumbe sasa unasikia mazee, Azziad ako na deni ya 25 million. Hey, hey, hey. Hii mwaka mazee, Azziad jo anaona siku mrefu. Si mwaka bado ndio amekuwa na expose wa na ule Mary Mosioka? Si ni mwaka bado eh? ati alichukuanga deni alafu time ya kuja kulipa akaanza kuzunguka. Mnakumbuka hiyo story ya hiyo deni? Azziad, tafadhali ni unblock mimi, atasikuwa namba mbaya mbaya, nilikuwa napiga tu story mazee vile iko si, mnakumbuka hiyo story? Sasa mazee, hiyo story, wakati ilikujanga hiyo nyama, watu walikuwa wanasema kwa na madeni zao, ilikuja ikasemekana tena Azziad amelipiwa deni, haikujulikana nani alilipa, but watu wenyewe Azziad alikuwa na deni zao walikuja wakasema deni zimekuwa settled. So mazee, juu saizi kama itakuwa the same, mtu atakam throw amuokole ama Azziad itakuwa ni kukazana namna gani tena mazee kupambana. But, hey, maisha ni kupanda na kushuka. Hopefully mazee, Azziad atamazana kupigana hizi vitu zote, hey, at least atulie kidogo mazee. Hey, naoma sana. Hata tiktoka huyu maarufu wa Kenya alichomekea na utani akidai kwamba Azziad sasa anarudi kijijini kwa sababu ya deni hili la milioni ishirini na tano za Kenya. We we we, umesikia ama mjasikia, Aziad anarudisha mahogo Mumesikia ama mjasikia Azziad Nasenya anarudisha mahoho. We, si nyumba yake inaokshoniwa? Ati alichukua mortgage ya 25 mortgage mortgage ya 25 million. Sasa ameshindwa kulipa. Nyumba yake imekuwa repossessed. Azziad anarudi ocha. Ama tumchangie? Gosh. Anyway, yeah, nimewafikishia habari. Lakini si kila mtu anachukulia kama mzaa. Kuna huyu dada anasema hii ni hatua kubwa sana nyuma kwa Azziad Nasenya, na Senya na hatupaswi kumcheka. Huenda Azziad alikuwa na mpango wake, lakini mambo hayakuenda vile alitarajia amebebewa vitu zake ziko auction na wale wase walimpea loan, so it's like walikuwa wamempea duration ya kulipa hiyo loan and bado hajatimiza. So they decided, you know what, let's go and beba things like tumu auction. Na kuna kitu ngumu kama hiyo kwa life. Okay, hiyo niko umerudishwa zero. I know most of you uh, have fans um mko na mixed reactions. Kuna wenye wako naye kwa hii shida like they are like oh my god you're sorry for what is happening to her. Na kuna wale wa kupiga makofi kama kawaida, uh, juu uh, wanafaa kufanya nini? Wana support kenye namfanyikia, of which itu ni mali ya dunia. You understand? Na uwezi jua yako ya kesho ni yapi yana kusubiri. I'm really feeling for her. Hakuna mtu anawezataka kufikia hapo, like you know. And in my opinion this is my opinion, nilikuwa nafikiria ama nadhania maybe ndo achukua hizo loan, she knew that something itaivana she will give back the money and then ikufanyika hivyo. Unajua mambo ni mengi masani machache. O, oh my god, sasa kama ni ukweli, that's why I've used allegedly okay. Kama, kama ni kweli amebebwa ni uchungu you guys. Aki, maisha sayi ni ngumu. You should know that. Now you know, as ladies, kila time you want to look good, every time you want to look nice, nice skin, nice hair, nice phone. E, kukitokea party party, you want to be there. Oh my god, I'm feeling for her, she's very young. I think we're in any age group, groups Yeah, something like that, because jam si jam zidi na miaka nyingi, but aki uye, aki nimemhurumia. If that is true, wamembebea vitu, ndio hiyo. Ni kama sasa vitu kuungua ama kuibiwa. I, unarudingi zero zero, like zero <coughs> akiwa, jamani. Anyways, yote tisa kumi, ni tumuombee tu, wezi celebrate downfall ya mwenzako. Ndio maana vidole hazitoshani. Kuna ile ndefu na fupi. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Atufurahi yangi downfall. Kwanza mimi nafurahi yanga tu watu wakiwin. Ni kiwin win good. Lakini oh my God. It's, it will be well. It will be well. Hmm? Ile time tuna feelingi sisi binadamu tumefika mwisho. This is when God intervenes. That's all I know. Anyways sasa huyu kijana mwingine naye anaingia na point tofauti kabisa anasema watu wanapaswa kumpongeza Azziad kwa sababu akiwa na miaka ishirini na tano alifanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni ishirini na tano za kenya wakati huo huo anawashangaza mashabiki kwa kuwauliza wewe ukiwa na miaka ishirini na tano ulikuwa na nini je yeah, ulikuwa hata na vigezo vya kupewa mkopo hata shilingi elfu kumi. She is just a girl. She's just 25 years. She will rise again.

Lakini pia kuna sauti za hekima na busara. Huyu dada anasema watu wanashangilia tatizo la Azziad bila kujua kwamba maisha yanaweza kukufundisha somo kubwa hadi ukahisi shetani mwenyewe amepiga kambi kwenye nyumba yako. And people are just taking it like a joke in this social media. Let me tell you, that time life can deal with you perpendicularly, horizontally. Yani it will take you through a roller coaster, mpaka utashanga if shetani ameamua kukamp kwako. May God protect you. May God keep you. Because when things start going wrong, you will never know zilianzia wapi because they will never have an end.

that Vera Sidika has hosted a party to celebrate her boobs. bos hmm? v ameweka party to celebrate her boob job yani sijui inaitwa boob party. boob party. and you can, you can, you, you can imagine how much she has used for a boob. ku, ku enhance her appearance the same azianda was part of the boob party celebration celebrating v boob party eh alikuwa huko kufurahia kucelebrate na yeye that was i think yesterday and today she's been auction out of her house because of 25 million kenyan shillings that is like almost equally amount visidika hmm? Naitwa nani huku? Nimeanza kugundua watu wapende kutumia majina za watu. Tutatumia jina gani? Verosindikiza amekuwa akicelebrate matiti ametoka ku, kuongeza ama kutengeneza Akaita bubupati, na Azziad, akaenda huko kucelebrate bubupati yake. Na leo, ana auctioniwa vitu kwa nyumba, anafukuzwa. She's a homeless girl. To come to think of it, Azziad is not coming from a poor family. Apparently, she comes from a well off family. She was brought up well. Unashindwa pesa zilienda wapi? Hizi pesa zote zenye anapewa na marafiki, hizi pesa zote analipwa kwa deals za jobs anafanya, yani <laughs> I know you, you might be there. Pia wewe unashikanga pesa na zijawahi kusaidia unashindwa zilienda wapi? Such things happen in life. I pray for you that you'll never go through things that will make you question God are you really there or you are not there? May God be so kind to you. May God be so gracious and kind to you Alafu, kwenye video nyingine kuna huyu kijana anafunga mjadala kwa kusema bora kuwa maskini asiye na deni lolote kuliko kuonekana tajiri lakini una madeni kila kona. Na ndio uamini kukuwa maskini mwenye hana deni ya mtu yoyote bana, hiyo ni utajiri kivyake bana, kushinda kukua tajiri mwenye amejaza ma, madeni kila mahali bana, hebu enda hapa John Azziad auction Kileleshwa bana. Eh, wewe enda tu usitake jua kama unavyoona mitazamo imegawanyika, wengine wanasema hili ni funzo kwa vijana kutoishi kwa presha ya mitandaoni, wengine wanatetea kwamba Azziad bado ana maisha marefu na ataamka tena, na wengine wanasema bora maisha ya kawaida bila madeni. Lakini sasa swali ni moja tu kwako mtazamaji wangu, je, yeah, unadhani hii stori ya Azziad ni kioo cha jinsi vijana wa Afrika Mashariki wanakimbizana na maisha ya kifahari au ni setback ya kawaida tu ambayo kila mtu hupitia? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa sababu Stori kama hizi hazikosekani. Ee bwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. Bwana ee, tukutane kwenye video ijayo.